Hello guys, mambo vipi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope mko poa na mnaendelea vizuri, hakuna kulala e, tarehe tano mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tano na maanisha leo hii Baraza la Mitihani Zanzibar limetoa tangazo ambalo lina linawakilisha juu ya habari ya utoaji wa matokeo ya darasa la la darasa la saba kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tangazo hilo limeanza na neno assalamu alaikum. Hii ni taarifa: Baraza la Mitihani la Zanzibar linatarajia kutangaza matokeo ya mitihani ya taifa ya darasa la saba kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano kesho, tarehe sita mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tano saa tano saa tano kamili asubuhi. E, aidha taarifa ya matokeo hayo yatarushwa moja kwa moja kupitia vyombo mbalimbali vya habari na matokeo yatapatikana katika website zifuatazo www.bmz.go.tz pamoja na www.moez.go.tz. Asanteni. Ah, hiyo ndiyo taarifa, ni mwisho wa kunukuu taarifa ambayo imetolewa e, na website pamoja na mitandao mbalimbali ya baraza la mitihani la Zanzibar hivyo na sisi kesho tutakuwa live kuhakikisha tukio hili tunairusha mubashara, lakini pia tumesha kuwekea video kwenye YouTube channel yangu ya Teacher Sharak, ambayo itakupa mwongozo wa namna gani unavyoweza kutizama matokeo haya ya darasa la saba kwa mwaka 2025. Endelea kusubscribe channel hii bila kusahau kwamba e, tutaendelea ku updates juu ya mambo mbalimbali yanayoendelea katika masuala mazima ya elimu. Asante.